Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo wanashea neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. Sasa sana Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment na Mungu akubariki sana. Leo namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nyingine ya kushia neno la Mungu pamoja na wewe na kwa kuendelea na series hii ya the seven I am mimi ndimi saba, na leo tunaenda kuangalia mimi ndimi yetu ya tatu. Karibu sana na Mungu akubariki. Mwisho wapendwa, tumesikia mimi ndimi ya tatu, mimi ndimi mlango. Mtu yeyote akiingia ataokoka, ataingia na kutoka naye atapata malisho. Ni vyaji ili aibe, kuchinja na kuharibu, bali mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe na hoteli. Lakini chaguo ni lako, kuingia katika huu mlango. Ninaomba Mungu akupe uh, neema na na wewe ufanye uchaguzi, kwa sababu na wewe uko responsible kwa maisha yako. Ufanye uchaguzi sahihi wa kuchagua kuingia katika mlango huu mwembamba ambao utaenda kupata wokovu, utapata malisho na uzima tele, tele, tele.